Richard Simon Mabenga ni diwani wa kata ya Igulwa iliyoko mjini Usirombo wilaya ya Bukombe. Hapa tulipo tuko Kerezia ni kati ya vitongoji vitano vinavyounda kata yetu ya Igulwa. Kata hii ina vitongoji vitano, vina wakazi elfu ishirini na moja mia nane ndio walioko mahali hapa. Hawa wananchi walioko hapa sana shughuli zao ni uchimbaji wa madini, kilimo, ikiwa pamoja na biashara. Hapa tulipo tuko Kerezia ambayo ni eneo la uchimbaji. Eneo hili la uchimbaji limeanza muda mrefu, miaka ya tisini, kabla ya wilaya hii ya Bukombe, hapa palikuwa na mgodi, watu walikuwa wanachimba. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana tuliyoyaona na hasa kwenye sekta ya uchimbaji. Ukiangalia kata hii ina kama maeneo matatu yenye uchimbaji kwa maana ya hapa Kerezia, Mtubili kuwa pamoja na Lulembea kwa maana ya Msinila kwenye kata hii. Kwa hiyo wananchi wa hapa sana walio wengi ni wachimbaji. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwenye sekta hii ya uchimbaji, na hasa kwenye kata yetu ya Igulwa watu wanachimba vizuri, kwa utaratibu mzuri na hakuna kelele yote, kwa maana ya kwamba Kerezia kuwa na umeme, lakini leo tunavyozungumza wananchi wa hapa wana umeme, uchimbaji umerahisika, ni tofauti na walivyokuwa wanatumia mafuta zamani, hiyo gharama ya uendeshaji imekuwa ni ndogo sana. Kwanza nimwombee kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aendelee kuchapa kazi na sisi kwa Igulwa tunamuunga mkono pamoja na mbunge wetu wa jimbo kwa kazi nzuri wanazozifanya. Wananchi wa Igulwa hatuna cha kuwauliza leo isipokuwa kwa yale mapungufu tuliyonayo. Kazi yangu kama mwakilishi wa wananchi wa Igulwa nitayapeleka kwenye baraza letu la madiwani. Mkuu wa wilaya yupo, kwa linalowezekana tutalitatua, lakini lisipowezekana tutampa mbunge wetu wa jimbo Mheshimiwa Biteko, atalipeleka kwake Mheshimiwa rais, na kisha haya yaliyobakia sasa waweze kutusaidia na hasa kwenye miundombinu ya barabara na maeneo mengine machache ambayo hatujayafikishia nishati, pamoja na kwamba vitongoji vyote vina nishati, ziko kaya zingine ambazo hazinaweza. Lakini jingine la gharama ya umeme, mimi niombe tu, kama kunawezekana, serikali iendelee kushusha namna ya kuingiza umeme. Gharama ya laki tatu ni gharama kubwa sana kwa mwananchi wa kawaida, alafu hata tubaki kwenye ile bei ile alfu ishirini na ngapi na saba, ili mwananchi wa chini aweze kupeleka mwanga kwenye wengine wanashindwa kabisa, pamoja kwamba nguzo iko karibu, lakini anashindwa kuingiza nini, kuingiza umeme. Tunaomba ili mheshimiwa Rais atusaidie kama itampendeza, na Mwenyezi Mungu ambariki jambo hili, walifanyie kazi, bunge lifanye kazi, sisi baraza la madiwani kwa nafasi yetu, ili tuweze kuwahudumia sasa wananchi hao. Wakati tunavyozungumza, kwa hali iliyopo hapa, kelezia haina tofauti sana na Buntubiri. Buntubiri ni eneo la uchimbaji na lenye lina umeme vina miundombinu kuna transforma kubwa zimefungwa pale kwa ajili ya uendeshaji wa mgodi ule. Kwa hiyo sisi tunaiona siku njema kwenye kata yetu kwamba kama tutaendelea na mfumo huu, kwa maana serikali itakusanya mapato yake vizuri, lakini halmashauri ya Bukombe itapata service levy yake vizuri, ikiwa pamoja na serikali za vitongoji kwa ajili ya maendeleo. Tunavyoona hapa, kutoka hapa muda kidogo tu hapa Kilezi, ukienda mbele utaona uwekezaji mkubwa unaendelea. Wako watu wameungana na Watanzania wa kwa ajili ya uchimbaji mkubwa. Watu wa Uchina wako hapa wamejoin na Watanzania wetu wa hapa Igulwa kwa ajili ya, ku, ya kuzalisha na hasa uchimbaji wa kati. Kwa majina tu naomba tuseme kwamba majina anaitwa bwana Peter Joseph Mbulibu e, ni mwenyeji mkazi wa kitongoji cha Kerezia, ni manager wa mgodi huu wa leseni zinazojulikana Maduka John and Party wa mazingia haya. Tumekuwepo hapa tukiendea na kazi za uchimbaji mdogo mdogo kama wamiliki uchimbaji uchimbaji wa leseni. Tunashirikiana na wachimbaji ambao wachimbaji wa wawekezaji wa kawaida ambao wanawekeza duara kwenda duara jingine, ni wawekezaji wa kawaida tu ambao sio kikampuni, lakini tunawekeza yule mdogo mdogo wa kawaida kawa kwa kila mtu na nafasi yake. Kwa hiyo hapa tunaendelea na kazi za uchimbaji mdogo mdogo. Bombo ndio ulianza mwaka Historia eh, ya mgodi huu kawasani, ndugu waandishi wa habari, mgodi huu ulivumbiwa mwaka 1999 kumbuka, kama vile ukuwa kwenye mwezi wa tatu, ndiyo uvumbuzi wa mgodi huu. Kama utafiti wa kawaida umeendelea na uchimbaji wa kawaida kama utafiti, lakini hatimaye kupata leseni mwaka elfu mbili na mbili ndiyo leseni za maduka Partners zikawa zimepatikana. Kweli tumeendelea na uchimbaji huu katika changamoto mbalimbali mbali. Kama mnavyojua, asilimia nyingi uchimbaji mdogo mdogo tunakuwa na changamoto ya uchimbaji ambao hauna tija hasa mazingira, lakini kwamba ni sehemu gani mwamba ulipo na ni mazingira gani sababu inapatikana, umekuwa na uchimbaji wa kubahatisha, lakini hatimaye mwamba ulikuja kujitenga na kuonekana mazingira mwamba ulipo, basi tumeamua kuendesha shughuli hizi, lakini pamoja na changamoto zake mbalimbali mbali, hasa za vitendea kazi duni vyombo vya uchimbaji ambavyo kwa kweli havikuwa na tija. Ili tuiendesha hatima yake elfu mbili kama na elfu mbili na saba changamoto zilituelemea kwa sababu miundombinu ilikuwa ni hafifu. Tunatumia hizi mashine za kawaida zinazotumia nishati ya mafuta, ambapo kalama yake ilionekana kuwa kubwa. Kwa kwa sababu hiyo, tulikuwa tukienda chini maji zilikuongezeka, kwa hiyo mpaka watu uendeshaji ukawa mgumu wala yakashindikana kuyaendesha tulisarenda kwa, e kwa kweli mwaka elfu mbili na saba mgodi ulisimama kabisa, na mgodi wetu umesimama takribani miaka kumi aa lakini tumeendelea kuiomba serikali kutupa mazingira rafiki hasa kutusogezea nishati ya umeme. Kwa kweli tunashukuru sana serikali yetu ya Dr. Samia kijoo chetu akisikia akiwepo kipindi hicho, bado waziri wetu wa nishati na madini bwana Doto Biteko elfu mbili na ishirini na tatu kweli wakawa wametusogezea umeme kuingia kwenye mazingira yetu ya mgodi, ambayo sasa imekuja kuleta tija. Sasa tina kuanza uzinduaji mpya mgodi wetu kuanza kufufua mianza elfu mbili na ishirini na tatu anza kuyafufua mashimo ambayo tayari yalikuwa kwa kukaa muda mrefu bila kuyafanyia kazi, hatimaye sasa hivi ndo tumeanza kufikia tija. Kwanza ndo tumependa kutoa support ya pongezi kwa mama yetu, kwa hiyo awamu ya sita, hasa kuweka miundombinu rafiki, hasa nishati ya umeme katika mazingira ya migodini kutusaidia <coughs> kuendesha kupitia mitaji midogo midogo hii, lakini ufanisi kwa kweli tunauona. Tunahitaji kufaulu kwa shughuli yetu ya uchimbaji, kwamba ushauri wetu kwa kweli, tunaiomba serikali yetu izidi kututazama kwa mapana sana kama wachimbaji wadogo wadogo, kwani nyenzo tunaweza kutumia kwa kweli zinakuwa ziko katika mazingira ya chini, lakini hata kama tunalazimika kuvipata vitaendea kazi hivyo, kama vile makompresa tunapata kwa gharama kubwa sasa ili kutufanyia wepesi katika uendeshaji wa shughuli zetu, tunaomba kwa kweli serikali na sisi tu itusogezee huduma ambazo pengine tunaziona wenzetu wenye makampuni makubwa wanazitumia wana na kurahisisha shughuli zao, pengine sisi ambao zikiwa na, na kiwango cha gharama ya nafuu tunaweza kuwa navyo scaveta ambazo wanatumia kuchimbua kupata mamba katika mazingira ya urahisi. Kwa hiyo tutakuwa na utumiaji wa muda mfupi kwa kiwango kikubwa cha ufanisi hiyo inaweza ikaturahisisha sana sisi kutoka katika hatuma ya wachimbaji wadogo wadogo, kuingia angalau katika wachimbaji wa kati. Mimi kwa majina naitwa Mlinda Tayeka Nkuba, ndiye mwenyekiti wa kitongoji hiki cha